Nam, karibu tena mtazamaji. Wiki mbili zijazo, timu ya Kenya katika mchezo wa mbio za nyika italiwakilisha taifa kwenye mashindano ya barani jijini Kampala nchini Uganda. Kenya pia itakuwa ikiwania kuhifadhi taji la timu bora katika mbio hizo. Mwanahabari Victor Ugale na taarifa zaidi za nyika za barani ziliandaliwa mara ya kwanza mwaka wa 2011 nchini Afrika Kusini. Kenya iliweza kushinda dhahabu katika vitengo vyote vya kinadada, wanaume na, na chipukizi. Mfano huu uliigwa mwaka wa 2012 nchini Afrika Kusini, ambapo Uganda ilishinda fedha huku Tanzania ikituzwa shaba. Mwaka huu timu hii inatarajia kufanya vyema. Umeongelezwa na coaches, ile tactics tutatumia tukifika kule Uganda, e, Kikosi cha kinadada kiko na bingwa wa dunia wa mbio hizo Faith Kipyegon Chepng'etich, pamoja na Janet Kisa iliyemaliza wa sita mwaka jana jijini Bydgoszcz nchini Poland wakati wa mashindano ya dunia. Wawili hao watategemewa pakubwa, kwani wako na uzoefu wa mbio za nyika. Ndio first time yangu kuwa na national team na najaribu kuweka mbinu mpya kuona kama nita change performance ya Kenyans. She has experience also we we uh, so we have we have have uh, uh, so so a a quite number of, of them who have been in cross country so it's a plus for our team. Mbio hizo zitaandaliwa katika uwanja wa Kololo Ceremonial Grounds. Victor Ogale, KTN Michezo.